Nikuwa ndaka niwambie kwamba sasa hivi sisi wananchi ndo wenye control na hii situation We are in control sisi ndo tunao control hii situation Samia Kikwete wanamtandao wahuni ambao ndio wako tayari kuichafua nchi yetu kuipeleka nchi yetu kwenye machafuko ili mradi wao washikilie madaraka wameshapoteza control nawaambia ni vii Yaani ni kwamba huku wananchi hamuoni ya, wala hamjui. Lakini kwenye background ndugu zangu, wamechanganyikiwa. Kina Samia Kikwete wale wanamtandao, kina Roster kina nani, kina Mombo wamechanganyikiwa vibaya. Kina Wambura wamechanganyikiwa vibaya. Nikwambia wamechanganyikiwa vibaya and the thing is wamechanganyikiwa mpaka wamefika sehemu wana panic and they are not thinking anymore, they are not thinking anymore kwa situation ambao sisi CCM eh, wanayo kwa wananchi kwa CCM, eh, yani situation inayokuja tarehe ishirini na tisa hata mtoto mdogo ambaye ana akili asingefanya tendo la kwenda kumteka polepole jana pole, yani. Because kwenda kumteka polepole kumemsaidia kume nini Samia au kumemwharibia nini kwenda kumteka polepole pole, yani ni kama ni, ni kama suicide, yani ni kama kaenda kufanya suicide kwa kumteka polepole pole. Because ni kama kaenda kuyachochea moto sasa yale maandamano. Wale ambao walikuwa wanasema waandamani, au au ambao walikuwa on the fence, mimi nitaandamana au siandamani, Samia ni kama kaenda sasa kuambia andamaneni, yani kaenda kuwapa sababu ingine, sababu mpya ya kuandamana. Na wale ambao tayari walikuwa wanaandamana ni kama yani sasa ndo kaenda kuwapa motisha yani zaidi. Ndio maana nawaambia watu wamepanic as kwamba they are not thinking kwao, sisi tusikubali na sisi tukapelekwa sehemu ambayo na sisi we are not thinking. Sisi tumeweza kuwapanikisha, tusikubali na wao watupanikishe. We are in control of the situation, so let's stay pale pale na tusikubali wakatuumiza roho zetu kama walivyotuumiza ishwa polepole mpaka mpaka, tuka, tuka nyonge tukanyongea. No, they are trying to break us. Tusikubali, tusikubali CCM Samia Kikwete watu break tarehe ishirini na tisa tarehe ishirini na tisa kila Mtanzania, yaani wewe ni Mtanzania. Una, yani wewe ni kama wewe ni Mtanzania unaipenda nchi yako, tarehe ishirini na tisa toka nje, ndugu yangu. kita kitakachokuwa na kiwe na hii situation mlioko wa Tanzania hamtuka kuipata mku kwenye situation ambayo jeshi yes, lenu lenyewe lina support mkandamani jeshi la wananchi.